Sura yako inaonyesha ni mtu very innocent ki mtu akikuangalia, lakini sidhani kama inaendana na tabia yako ya ndani, ile yenyewe. Yani watu wanaokujua karibu kabisa ndo nilivyo. E, kama unaponiona ndo niko hivyo hivyo. Mawigi huwa wanavaa, ila mi napendelea sana kuwa natural yeah. Yani, sometimes kuna maeneo ingekuwa amri yangu nisingekuwa navaa hata wigi ama. Kuna kitu mtego ulikuwa unauweka na wala sijaumizwa nishai kuwa kwenye mahusiano lakini, baada ya kuachana na huyo nilokuwa naye, niliamua tu kufocus na maisha basi. Bado uko single mpaka leo? Yeah, bado niko single mpaka leo, mwaka wa tano sasa hivi, niko single wa tano. <laughs> Yani, yani mimi nikiingia kwenye mahusiano naolewa, yani mimi siku nakuja kumtambulisha mwanaume wangu na kuolewa kabisa, yani siku ya harusi yangu ndio mtamwona mwanaume wangu. Awe mrefu, awe mweusi au mweupe, lakini awe mrefu, awe ananukia asiwe na kitambi na awe na pesa nyingi sana. Pesa isingo kuwepo kama kigezo kwake? Kwa sababu wewe una pesa a, lazima awe na pesa, kwa sababu mwenyewe ninayo na ninapambana kuipata. Kwa hiyo siwezi kuwa na mwanaume ambaye hana pesa, yaani sio muongo. Hao no, wanaosema si tutavumiliana nini ni uongo.